Ndugu wananchi, mapambano dhidi ya umaskini katika nchi yetu yameanza toka baada ya uhuru takriban miaka 65. Na hadi sasa bado tunaendelea kupambana, na utekelezaji wa shughuli za tasafu ni moja ya nyenzo ya kupambana na umaskini endelee kuwapongeza sana serikali lakini Tasafu kwa kuyaishi maono ya Mheshimiwa Rais wetu mpenda. Katika awamu hii ya kipindi cha pili cha utekelezaji wa mradi huo wa Tasafu umejikita sana katika masuala ya kuwezesha kaya kutumia fursa za kukuza uchumi na kuongeza kipato kwa kaya za walengwa, pamoja na kuboresha upatikanaji wa huduma mbalimbali za afya, elimu, maji safi na salama pamoja na miundombinu mbalimbali ya kukuza uchumi ngazi ya jamii ambapo leo hii inajidhihirisha wazi kuwa mradi huu wa ujenzi wa stendi mpya ya mabasi pamoja na maduka ya biashara miundo mbinu ambayo itasaidia kukuza uchumi wa kaya pamoja na jamii kwa ujumla. Nimetembelea mradi, nimejionea ujenzi ulivyofanyika na nimeridhika kwa kiwango cha kutosha kwamba mradi huu unaweza sasa kutumika kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi. Leo wilaya yetu na halmashauri yetu tunaenda kuweka historia nyingine mpya ya kuwa na stendi mpya na ya kisasa. Mafanikio haya ya maendeleo yanatokana na upendo kwa kiongozi wetu Mheshimiwa Rais aliyonao kwetu wananchi. Hivyo nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kupata stendi hii ya kisasa hapa Lundusi pamoja na miradi mingi katika halmashauri ya wilaya Aidha, ni mshukuru kwa dhati mkurugenzi mtendaji wa TASAFU na timu ya wataalamu wake kwa ufuatiliaji wa karibu sana wakati wa utekelezaji wa mradi huo. Ndugu wananchi, mafanikio haya ni ya umuhimu kwetu na hatuna budi kuyalinda toerahi kwa viongozi na wananchi wote mliopo hapa, kuwa mnalo jukumu kubwa katika kuhakikisha tunalinda na kuitunza miundombinu ya stendi hii iweze kuwa na tija kwa wananchi pamoja na halmashauri kwa ujumla. Kufanya hivyo tutakuwa tumeondoa kero ya usafiri na no kukosekana sehemu bora ya kupaki magari na sehemu ya kufanyia biashara ndogo ndogo. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya maombi ya mradi huu kutufikia na kufanya uhakiki wa andiko la mradi TASAF makao makuu ilitoa fedha kiasi cha shilingi milioni mia sita themanini na sita, mia tatu sitini na saba elfu, mia nane na mbili ili kufanikisha utekelezaji wake. Nichukue nafasi hii pekee pia kuwashukuru sana Delegation ya TASAF kwa ushirikiano na kuhakikisha kwamba sisi kama wanaruvuma wanasongea, tutaendeleza ushirikiano huu, tutahakikisha miradi iliyosalia inakamilika, lakini pia kuratibu na kusimamia uendeshaji wa huduma hizi za miradi ya maendeleo, ili wananchi waendelee kufurahia na kuona matunda mema ya nchi yao.